Naomba hii isitoki kwenye moyo wa Herbert, naomba maneno haya isitoke kwenye moyo wa Herbert, sitoki kwenye moyo wa Herbert, naye ajue kwamba mungu unaweza kumwokoa, naye ajue kwamba mungu unaweza kumwokoa, na hata usipomuokoa, na hata usipomuokoa, abaki kwako, na hata asipokuokoa, na hata usipomuokoa, na hata usipomuokoa, abaki kwako, moyo wako, moyo wake ubaki kukuelekea, kuelekea wewe. Nguvu ya uyoga nguvu ya uyoga haizuiliwi na marumaru, nguvu ya uyoga haizuiliwi na zege, wala haiogopi kupasua kichuguu. Sasa hii ni nguvu ya binti. E Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo, Mungu utupae nguvu wakati ambao tunakuwa dhaifu. Ninakushukuru sana kwa ajili ya neema yako na kwa ajili ya zawadi hai ambayo Bwana umetukirimia ukijua lipo jambo tunaweza tukalifanya chini ya jua. Mungu wa pendo, ni wakati mwingine Bwana, mimi kama mtu wako, kama mtumwa wako, kama mtumishi wako, ninamleta mwanao Helbeth Mlelwa, ninamleta mtu wako Helbeth Mlelwa, nikiamini ipo nguvu katika jina lako, nikiamini, nikiamini upo katika maneno yako nikiamini ile nguvu iliyosimama na baba zetu wa imani mpaka wakawa sababu ya Biblia hii kuandikwa mpaka wakawa sababu ya kitabu hiki kuandikwa. Mungu, ninakushukuru sana hata kwa zawadi ya uhai hata kwa maisha haya uliyotukirimia Bwana, ukijua kwamba lipo jambo tunazo tukalifanya. Yesu wa rehema, ikiwa wakati wa usiku namleta Helbeth Mlelwa kwenye mikono yako, namlete kwenye mikono yako. Ninaomba mkono wako, ninaomba nguvu zako, msaada wako Bwana uwe juu yake, msaada wako Bwana uwe juu yake, msaada wako Bwana uwe juu yake. Hata kama kwa wakati huu Bwana atakuwa amechanganya na watu waliozini, amechanganya na giza, mkono wako inatuma, nguvu zako, inajua maneno hayo hayawezi kuyasikia, inajua maneno haya hawezi kuyasikia, lakini najua wewe Mungu unasikia, na baada maneno haya ni naomba mtie nguvu, mpe ujasiri, hata kama mchanganya na waovu, amechanganya na wabaya, asijione na anafanana nao, asijione anafanana nao, asijione anafanana nao, asijione anafanana nao, asione alichokifanya alikosea, asione alichokifanya alikosea. Hapana Bwana, nakataa, nakataa ovu, nakataa kwa jina lako, nakataa uoga ndani yake, nakataa uoga ndani yake, asikionea aibu kila kitu alichokifanya, ajue hakukosea kuwapinga wabaya, kuwapinga waovu na kuwapongeza wema, kuwapinga wabaya na kuwapongeza wema. Hakukosea, hakukosea, hakukosea, hakukosea, hakukosea Bwana, hata kama saa hii ninavyoomba maombi haya, amechanganya na waovu wao, amechanganya na walioua, amechanganya na waliobaka, amechanganya na watekaji, amechanganya na watu wabaya, amechanganya na waliopora, amechanganya na watu waovu. Kwa jina lako Bwana mpe ujasiri, mpe ujasiri wa kusimama na kila kitu alicho kifanya kusimama na kile kitu alichokifanya. Msaidie Bwana. Wewe Bwana ulisema tutakapoitwa mbele ya mabaraza, tusijiulize ulize kwa habari ya majibu, tusijiulize ulize kwa habari ya namna gani tusajibu. Ulisema Bwana utatupa hekima yako, utatupa busara yako, ambayo itapita kila kitu, ambayo majibu yetu tutakapojibu majibu hayo yatakuwa na busara, yatakuwa na hekima, yatakuwa na neema yako, kiasi cha kumshangaza mtu yeyote mwenye nguvu, mtu yeyote mwenye mwili, mtu yeyote wenye ufahamu. Mungu nakushukuru kwa ajili yake, ninakuomba Bwana mtie nguvu, mtie nguvu, mtie nguvu, mpe ujasiri kwa neema yako Bwana na kwa utukufu wa jina lako. Zaidi ya yote Bwana ninakushukuru kwa ajili ya wote ambao wanamwombea, ninakushukuru sana kwa ajili ya watu wote waliomtakia mema, ninakushukuru sana Jehova nisaidie Bwana, nami najua Bwana hatuwezi kuwa na injili nyingine nje na ile injili uliyotuachia wewe, nje na ile injili iliyoandikwa kwenye kitabu hiki kitakatifu. Najua Bwana umesema kupitia kinywa, kupitia zinywa vya baba zetu, kwamba wabaya waliposikia maneno yale, waliposikia injili ya kweli, injili ya kweli ilipohubiriwa, watu walichomwa mioyo, walichomwa mioyo, wengine walisema tufanye nini? Tufanye ndugu zetu tuweze kuwa wema kama msemavyo, kama mnavyoongea, kama mnavyokemea. Lakini Bwana, wapo wengine walichomwa mioyo, baada ya kuchomwa mioyo wakawachukua mitume, wakachukua watu wao, wao walichukua watu wako, walichomwa mioyo, wakachukua watu wako, wakawateza, wakawaumiza, wakawapiga, waka wakawaumiza, waka Mungu wa neema, Mungu wa neema, Mungu wa neema, Mungu wa neema, Mungu wa neema, umetuamini, umetuamini, umetuamini kwamba tunaweza kusimamisha bendera yako katika kizazi hiki cha zinaa, katika kizazi hiki kichafu, katika kizazi hiki kiovu. Tupe kusimama Bwana, tupe kusimama mpaka ujapo, tupe kusimama mpaka ujapo, tupe kusimama mpaka ujapo. Mungu wa uwezo, Mungu wa uwezo. Mungu wa uwezo, machozi haya ni ishara ya kushukuru kwako, machozi haya ni ishara ya kushukuru kwako kwa, kwa zawadi ya uhai ambao Bwana umetuamini. Umejua kwamba lipo jambo linaweza kulifanya. Umejua Bwana, lipo jambo linaweza kufanyika kupitia mili yetu, hata kama tutaumia, hata kama tutalia, hata kama tutaumizwa, lakini ipo neema yako Mungu mwenye nguvu, wapaye watu kuweza. Naomba tusaidie, tuwezeshe Bwana kusimama mpaka mwisho, tusaidie Bwana kusimama na maneno yako. Mungu mwenye nguvu, ninakushukuru sana kwa neema yako, kwa nguvu zako, kwa zawadi ya uhai, kwa zawadi ya wokovu ambao umetupa, ukijua lipo jambo tunaweza kufanya. Zaidi ya yote Bwana, naomba msaidie mtu wako, mpe neema yako, mpe nguvu zako ujasiri wako kwa jina lako Bwana Mungu, ulie wasaidia mitume, ulio wasaidia watu wako, uliesaidia watu wako, uliowasaidia watu wako mpaka kasimama, wakaonyesha mfano kupitia kitabu hiki, wakaonyesha mfano, wakaonyesha mifano, wakaonyesha mifano, wakaonyesha mifano, watu ambao hawakupenda ulimwengu, watu ambao hawakupendwa na ulimwengu, watu ambao hawakupendwa na ulimwengu watu ambao hawakupendwa na ulimwengu, lakini bado walisimama na injili yako, bado walisimama na neno lako, bado walisimama wakaweka msingi ambao, Bwana, tunapita kwenye msingi huu. Mungu wa uwezo, usaidia mtu wako kwa jina lako Bwana, mimi ninamuombea neema, ninamuombea neema, ninamuombea ujasiri, ninamuombea akili, ninamuombea nguvu, tia nguvu mwili wake, mtie nguvu Bwana. Mtie nguvu Bwana, mtie nguvu Bwana, mtie nguvu Bwana. Wewe Bwana unasema, wewe Bwana unasema unaotupa kuweza hata yale ambayo yako nje ya uwezo wetu hata yale ambayo yako juu ya uwezo wetu unaweza kutusaidia tukayafanya. Mungu msaidie neno kuu, maneno ya baba zetu wa imani, baba zetu wa imani Shadraka, Meshaki na Abednego. Wao walisema Mungu wewe waweza kutuokoa, na baadaye wakamaliza kusema kwamba hata usipo tuokoe tutabaki kwako, maana tulitoka kwako Rudi kwako, Mungu wa uwezo, naomba kauli hii isitoke kwenye moyo wa Helbeth, naomba maneno haya isitoke kwenye moyo wa Helbeth, isitoke kwenye moyo wa Helbeth, naye ajue kwamba Mungu unaweza kumuokoa, naye ajue kwamba Mungu unaweza kumuokoa, na hata usipomuokoa, na hata usipomuokoa abaki kwako, na hata asipomuokoa, na hata usipomuokoa, na hata usipomuokoa, na hata usipomuokoa abaki kwako, moyo wako, moyo wake ubaki kukuelekea wewe. Naomba Bwana, maneno haya yasitoke kwenye moyo wake, maneno haya, ukiri huu usitoke kwenye moyo wake, ya kwamba unaweza kumwokoa, unaweza kufanya mambo ya kushangaza jamii, na watu wengi, na waofu, na ulimwengu wengi, lakini hata usipofanya maajabu hayo, abaki kwako. Tunasoma kwamba watu wako Paulo na Sila waliomba magereza yakafunguka, waliomba milango ya gereza ikafunguka. Najua Bwana, hata wakati huu wapo watu wanamdhihaki, wakimwambia kwamba ikiwa Mungu wako ni wa kweli, ikiwa Mungu wako anaweza, ikiwa Mungu wako ana nguvu, omba basi milango ya gereza ifunguke kama ilivyokuwa kwa Paulo na Sila. Mungu wa rehema, ninajua kwamba sio kwamba baba zetu wa imani wote walio sababu ya kitabu hiki kuandikwa, sio kwamba wote walipowekwa gerezani milango ya gereza ilifunguka, wapo ambao milango ya gereza ikufunguka, wapo ambao walipata madhira mengi wakiwa ndani ya magereza, lakini bado mioyo yao ilibaki kuelekea wewe Mungu na kuomba Mungu nakuomba Mungu nakuomba Mungu nakuomba Mungu nakuomba Mungu na kuomba, kuomba, kuomba, kuomba, kuomba, kuomba. Mtie nguvu kijana wako, mtie nguvu mtoto wako, mtie nguvu mtu wako, mtie nguvu Bwana, kauli hiyo kwenye moyo wake ya kwamba Mungu unaweza kumwokoa na usipomwokoa bado ni Mungu, alitoka kwako kama ambavyo amekuwa akisema kwamba tumetoka kwa Mungu na kwa Mungu tutarudi. Kauli hiyo Bwana naitia nguvu, naitia nguvu, naitia nguvu kwa jina lako Bwana. Kauli hiyo naitia nguvu. Mungu mwenye uwezo, ninakushukuru sana kwa neema yako, ninakushukuru sana kwa nguvu zako, na baada ya yote ninakushukuru kwa ajili ya watu wote ambao wamekuwa wakimwazia mema, wamekuwa wakipigana kwa namna moja ama nyingine We Mungu unaona mioyo, wabariki watu hao, wape neema, wape nguvu, wape ufahamu, wape akili, wape umungu, wape Mungu. Wape Mungu, wajua unachokifanya akikuwa cha bure, wajua unachokifanya akikuwa bure, wajua, wajua, wajua unachokifanya kwa ajili ya mtu wako sio cha bure. Nakuomba Bwana, nakuomba Bwana, nakuomba Bwana, ninakuomba kama mtu wako. Nami nakushukuru sana kwa zawadi ya uhai, kwa zawadi ya pumzi ambayo umetuachia ukijua lipo jambo tunaweza kufanya chini ya jua, ukijua upo ukombozi unaweza kufanyika kupitia maisha yetu, kupitia kuumia kwetu, kupitia kulia kwetu kupitia machozi yetu, kupitia chochote ambacho kinaweza kupata mili yetu, hata ambacho tukisinge furahi kukipata, hata ambacho kinaweza kutupata, pamoja na kwamba kinaweza kacha kutuumiza, lakini umejua, kipo kitu, lipo jambo linaweza likafanyika, likawa sababu ya ukombozi kwa jamii kubwa. Mungu, nakushukuru kwa sababu hiyo, kwa sababu ya kutupenda na kutuamini namna hiyo. Nakushukuru sana kwa neema yako, kwa nguvu zako. Najiweka mikononi mwako, naweka wote mikononi mwako, wanaofanya kwa namna nyingi, wanaopambana huku na kule, wakitafuta mtu wako anusurike. Lakini Bwana, pamoja na hayo, ninawaleta wale watu waovu, wale wabaya, ambao mioyo yao inatamani limpate baya kijana wako, ambao mioyo yao inatamani Helbeth limpate jambo baya, kwa jina lako Bwana. Mungu unayeona, Mungu unaye sirini, Mungu unayeona sirini, Mungu uwezaye kulipa kuripa, sawa na moyo wa mtu, Mungu uwezaye kulipa sawa na matendo ya mtu. Mungu, ninajua upo wakati, upo wakati wa kisasi chako, upo wakati, Bwana upo wakati, Bwana upo wakati, upo wakati. Ee Mungu Mungu ile ushukuru, nashukuru kwa yote, nashukuru kwa yote.

Kutuko. Lakini hata asipotuokoa hatutamkana kwa kuzifuata njia za uovu. Sasa tunapita kwenye giza nene ambalo limetanda mbele yetu, hatuoni njia nasi tumeo lakini Mungu amenyamaza na kila tunalosema limegeuzwa na kuonekana kuwa ni makosa.

kubeba uzuni, umebaki Mungu pekee uwezaye kutuokoa. Wanasema, mnasema Mungu ashindwi, lakini mbona mna umwa? Utadhani wasio wema watu wao ndo hawaumwi. Mungu washindwi, hata tukifa wote tunao mtumaini. Bado atabaki kuwaweza kutuokoa. tutarudi kwake. Hakuna mtu utakayekaa milele hapa duniani. Shabikia na furahia maumivu na mateso tunayopitia, watu wa Mungu, kwa kitambo. Ni kweli tutatangulia, lakini na wewe utafuatia. Kumbuka enzi zile za kale, wakati wa baba zetu wa imani, walio sababu ya Biblia kuandikwa. Waliteswa, waliumizwa na hata kuuawa. Lakini cha kuumiza ni kwamba hata wale waliowatesa na kuwaua nao wamekufa na majina yao yamesaulika kabisa. Kusudi maovu katika vitu mnasema tunyamazie. Kuna shida gani kulazimisha wengine badala ya nyie kuwacha uovu? Mkiacha uovu mnaogopa nini tena? Kwa hayo mnasema tunyamazie, mjue tu mna makusudi mabaya kwa hayo mnayosema tunyamazie. Najua huu ndio wakati ulionywa na

sema mungu wetu haweza kutuokoa. Ni kweli, ni kama haonekane, ni kweli, ni kama hatatuacha, lakini tunaamini mungu wetu haweza kutuokoa, na ndivyo ilivyo kwa kizazi cha sasa. Shuja mbarikiwa, ni kama yuko mwenyewe, mambo yanaharibika, wote wamejificha, eti wamemwachia Mungu wao, wanaendelea kuomba, wengine wanasema tuko nyuma yako, ila wameinama kwa hilo sanamu wote wamesujudu , ila mwanaume huyu yeye kaweka shingo yake lehani. Kama Mungu hataniokoa, hata siponiokoa, hata sipo na muamini.